Watu watatu Richard Otieno, Jane Muthui pamoja na Pinieli Lemomo ambaye ni raia wa Tanzania wameweza kufikishwa katika mahakama nchini Kenya wakikabiliana na mashtaka ya unyang'anyi, lakini pia kutumia silaha katika barabara kuu ya Mombasa Nairobi. E bana, Citizen TV wameweza kuripoti, na taarifa hii tumeweza kuipata sisi kama Online Digital, na watumiwa hawa wamekamatwa na wamekamatwa na polisi wa nchini Kenya muda mfupi mara baada ya kuweza kutekeleza tukio hilo la wizi wa gari aina la Range Rover mbali na uwizi huo wa gari hilo watuhumiwa hao wametuhumiwa wame eh, kwa kuongoza magenge ya uhalifu ambayo, eh, yamezidi kufanya uwizi nchini humo. Bana mahakama eh, imeweza kuamuru kwamba waendelee kusalia kizuizini wakati wa uchunguzi ukizidi kuendelea, ambapo kesi inazidi kuendelea, eh, siku baada ya siku, lakini mahakamani wataweza kupanda tena Juni 23 mwaka 2025. Maafisa wa polisi wamesema kwamba Lemomo hakuweza kutambulika, eh, kwa haraka kutokana na nyaraka pia utambulisho wa kuweza kuishi huko nchini Kenya, lakini ikiwa inasadikika kwamba huyu jamaa ni Mtanzania, kitendo hicho ebana, kinapelekea maafisa wa polisi kuweza kuomba usaidizi wa kipolisi katika historia yake, lakini pia e, historia yake ya kiuharifu nchini humo. Sasa watu hawa watatu wameweza kukamatwa, lakini moja kati ya watu ambao wameweza kukamatwa ni huyo Pinieli Lemomo ambaye inasadikika kwamba ni raia wa Tanzania, lakini pia Richard Otieno, lakini pia Jeni Muthui wao wote wawili hao ao wakiwa wanatokea eh, huko huko Nairobi Kenya. akwakue kama mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, kwa kuweka wa sawa sawa online digital, kutoka kipande chochote ambacho upo sisi, tutazidi kukupa taarifa sako kubako, kwa bako kutoka ndani na nje ya mipaka Tanzania. Cha msingi ni kwamba endelea ku ku like, ku comment, share eh, ili uwe wa kwanza kabisa kupata taarifa kadha kadha, usiache kusubscribe. Chao chao. <tune>